Ndugu zangu wa tukufu wa Kiislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa taala na kumswalia mtume wetu Muhamadi sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuhisia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, leo tupo katika masiku ya mwezi wa Shawwal baada ya kumaliza Ramadhan Ramadhani ambavyo tumejifunza uchamungu na namna ya kuishi maisha ya kiuchamungu. Leo katika hutuba yangu itakuwa na anwani namna ya kujenga jamii bora, namna ya kujenga jamii bora na hasa nalenga jamii zetu za Kiislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyetuletea sisi Waislamu Qur'ani kama ni mwongozo wetu kupitia Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aliweza kujenga jamii iliyo bora kupitia mwongozo huu wa Qur'an. Leo akitaja sahaba tunasema radhiyallahu anhu, ni kwa sababu alivyojengwa na kazi alizofanya mtume wetu muhammadin sallallahu alayhi wasallam mwangozila qurani na qurani ilivyo ilikuwa inakuja kutatua changamoto ikishuka aya au sura basi kuna jambo linakuwa addressed naelezewa na yalivyokuwa mafunzo ya mtume wa muhammadi sallallahu alayhi wasallam na sahaba zake wale masaabu sema hawezi kuhama kutoka katika aya moja kwenda aya nyingine, mpaka wayafahamu ile aya imezungumzia nini, mafunzo yake, alafu anayeaplai katika maisha yao. Jamii tunazoishi huwa tunasahau sana kuapply mafunzo ya Qurani, na pengine baadhi ya wasemaji wamekuwa ni wasemaji wazuri na pengine a msemaji anasema jambo zuri lakini nakosa ila athari yake katika utendaji wake, tofauti na masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ebu leo tuvute hisia zetu akili zetu, na pengine hata baada ya swali Ijumaa iwe na assignment yetu. Ebu turejee sura ya 49 sura 9 surat Hujurati, sura ya vyumba hujurat na kusumia zile nyumba za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na familia zake. Angalieni sura ilivyokuja mwanzo mpaka mwisho, ina layout namna gani tunaweza tukajenga jamii, na imekuja na principle. Principle hii ikifuatwa, tunatoboa, isipofuata mnaanguka. Cha kwanza kabisa, sura ilivyoanza ilianza kumtii, kwamba inatoa maelekezo kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baada hapo yapo, ikamwelezea mtume kama mtume yeye ni nani kwa sisi na nafasi yake katika jamii, kana kwamba sura inatuelekeza kama hamna uongozi katika jamii yenu hamna reference katika jamii yenu, huwezi kuwa na jamii bora. Kama una reference, lazima una reference. Reference ya kwanza kutoka Mwenyezi Mungu kuja kwa, kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallama, hasa ile ataa kwa kwako, unaopeleka kwa nani? Kiongozi wako kiroho ni nani? Sura imeanza kwa kutuwekea misingi. Uwezi kuwa na jamii bora isiyokuwa na uongozi. Jamii ikiwa na uongozi, mnaweza mkajua mnaelekea wapi. Lakini katika principle, aya hii ya uongozi inatuambia tusimtangulie Mwenyezi Mungu na Mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nini maana ya kumtangulia? Ni kwamba kile unachokifanya no, hakikisha kina mwongozo kila kitu kina mwongozo. Hicho nakifanya, mwongozo wake umetokea wapi? Sasa inapokuwa mtu anafanya bila mwongozo, mwisho wa siku tunakuwa tufiki tunapotakiwa. Mathalan tuangee jamii la swala ya kijamii, maswala ya familia, siku moja lialika kwenye sikabo kuna mtu anataka kuoa hebu mpe semina sasa yule mtu anakuwa anampa semina ah wewe unataka kuoa sasa eh na akamuliza kwa nini unataka kuoa hakutoa jibu ambalo habi mpaka unataka kwa nini unataka kuoa wewe haswa yani unakuja unaleta posa kwa watu unataka kuchukua binti watu kwa nini unataka kuoa hakuwa na jibu. Kulikuwa na watu wazima, nikawauliza na nyinyi, mna wake, kwa nini nyinyi meoa pia? Hakuwa na jibu, walikuwa natoa majibu mepesi mepesi tu mepesi tu yani. Ni kwa nini setup yetu haiko sawa, huwezi kuwa na jamii bora kama hata watu wanajemenyewa hawajui kwa nini wanaoa. Mtu anahisi kwamba ni matamanio tu, maisha ishi pale bwana, wanyama wanafanya mambo yale. Wewe kama wanadamu una kipya hasa, unataka kuachivu principle. Sura hii inatuelekeza Tumtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia tusimtangulia Mwenyezi Mungu na Mtume. Nini maana ya kumtangulia? Yale tunayafanya yawe na mwongozo wa kidini. Baada ya kutoka hapo, sura inakuja namna ya kupokea taarifa, information, taarifa. Taarifa sinapokeaje? Sura ikakemea kwamba mkiletewa taarifa zichunguzeni, msije mwakwa wadhuru wasiotaki kudhuriwa. Na hii aya hii na sababu nuzuli kipindi cha mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna kabila ilikuja kasilimu. Baada ya kusilimu wakarudi kwao wa, na kwa kubaliana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuja kuchukua zaka kwao, mda fulani Umefika mda ule, mtume akatumia mjumbe kwenda kusanya zaka. Mjumbe ajafika pale, watu walivyoona yule mtu anakuja ni mjumbe mtume, kwa furaha kijiji kizima, mji wote walitoka kwenda kumlaki mjumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule mjumbe alivyoona umma tunakuja, asema hawa wanakuja kunipiga, akakimbia, akarudi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema wala watu bwana wameritaji na wamekataa kutoa zaka na walitaka kuniua. Mtume akaandaa jeshi sasa. Mbona jamaa kaondoka, vipi tena huyu? Wakaamua zie sadaka zao zibebe wenyewe kupeleka mtume wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume akatuma jeshi na jeshi kua naongoza na Khalid bin Walid, kama riwazi inasema Khalid kufika pale siku, akatuma jeshi yake asubuhi. Je, wanaadhini akasikia, wanaadhini wanaswali watu, manamwatumaritadi hawa Baadaye anakutana nao kambia, si atakuta kumua bwana huyu alikuwa tu si ni furaha yetu tunakua kumpokea mjumbe wa Mtume Muhammad sulema, lakini yeye akaisa vibaya, akaondoka akatoa information hasa. Mtume angefanyia kazi pale pale, basi wangeuliwa watu wasikuwa na hatia. Hasa katika jamii bora, aya hii inaongezewa na aya nyingine ya ayyuhalladhina amanu katika sura hii

Jiepushe na dhana, hakika ya dhana ni madhambi, na wala msipekuane pakwane, na wala msichengenyane. Je, mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake aliyokufa? Sasa, jamii iliyo bora huwa haikurupuki kuchukua maamuzi kwa kupata taarifa ambazo si za kweli. Huyi nafuatilia zile taarifa. Jamii bora haishi kwa dhana, jamii bora haisengenyani, masababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hesabu kwamba kusengenya dhambi kubwa sana, na kila mtu alikuwa naogopa dhambi ya kusengenya. Lakini jamii siyo bora huwa haijali kusengenya. Haijali dhana, kudhania mtu vibaya. Mimi ambaye nashughulika na kesi za familia, kusema kweli, kuna familia nyingi zimeharibika, watu wameachana, kupeana talaka kwa sababu ya dhana. Kwenye simu yake nikuta hiki hapa, niliona hivi hapa, dhana na dhana, dhana, dhana. Kuna watu sasa, kiongozi wetu bwana huyu nadhani hiki hapa ni kiongozi, anadhania vibaya, mwisho wa siku jamii inaharibika. Sura hii inatupa principle namna ya kujenga jamii bora. Juu pale mweka Mwenyezi Mungu na Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasallam, adihen kuwa na viongozi, kiongozi nani, ni reference, zikija habari zichunguzwe, tuepuke dhana. Prinsipu ya tatu ni kuhusiana sasa na undugu. Wain taifatani min almuminina iqtatalu fa aslihu bainahuma, makundi mawili ya uislamu yakizozana yakigombana Yapatanisheni. Tena katumia waumini, wapatanisheni. Kundi moja alikataa kupatanishwa, hilo akataa kusuluhu hilo, hawa ndio Waislamu. Ikifikia e watu wanagombana, alafu mtu akuja kusuluhisha, hataki kusuluhisha, hataki kupatanishwa, ye ndio ye yetu hapo kuna tatizo. Ikitokea msuguano ya miezi mwezi, sio kitaifa au kimataifa, na mtu kashikilia msimamo wake kitaifa tu au kimataifa tu, sawa, tumesema kitaifa au kimataifa. Baada ya hapo, nini kinafuatia? Utakuta masuala kama haya, jamii tunagombana, tunashindwa kushirikiana tunapoteza undugu wetu kwa kutokujua tu haya. Kumbe undugu wa Kiislamu ni mkubwa sana kuliko misimamo yetu na mitazamo yetu. Mtazamo wako usiathiri undugu wako kidini, mtazamo wako usiyavunje mambo makubwa sura

Baadhi yenu wasiwakejeli wengine, huenda akawa yule anayekejeliwa ni bora kuliko anakejeli. Lakini ikaenda mbali, sura msitane majina mabaya, tusitane majina mabaya. Jamii bora haitani majina mabaya. Wewe unamwita mwenzako khurafi, wewe unamwita mwenzako wahabia ni kwa good intention? ni kwa nia nzuri, au kumkejeli? Mara nyingi ukisikia mtu anamwita mwenzake khurafi sio kwa nia nzuri, mara nyingi. Na mara nyingi ukisikia mtu anamwita mwenzako huyu wahabi sio kwa nia nzuri, ni katika kumkejeli ndani kule. Huwezi kujenga jamii bora kwa kukejeliana. Nyinyi ni Waislamu. Haya majina haya unasema, wala tanabazu bil alqab, msitane majina mabaya, lakabu mbaya, msitane na jina mtu ambaye anapenda kuitwa usimwite. Wewe unamwite mwenzako jina baya, unataka kujenga jamii gani? Akuonaje yule mwenzako pale tunavunjiana tuna, tuna heshima tunadharauliana. Mwisho wa siku tunashinda kuwaona yale ambayo ni msingi ya kufanya kama Waislamu. Na bahati mbaya hata katika baadhi ya jamii ya wasomi pia nao naingia huko huku, utakuta pengine mtu msomi mkubwa tu, lakini naye eh, yuko kule kule nanae anaitwa anataka majina mabaya. Nyinyi ni waislamu

na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu. Khutuba yangu ya pili ni mwendelezo wa khutuba ya kwanza, namna ya kujenga jamii bora. Jamii bora inahitaji sana ushirikiano. Nimetaja principle ambazo zipo katika surat Hujurat. Lazima kila kitu ukiwa na mwongozo wa kidini lakini Mwenyezi Mungu na mtume wake wao mbele zaidi tumeelezea namna ya kupokea taarifa, ni principle zichunguza taarifa, lakini nimetoa principle kwamba hakuna kudhaniana dhaniana. Jamii bora haiendeshi kwa dhana dhana mbaya, lakini imeelezea pia maswala ya kusengenya na kupekwana na vitu ambavyo vitachopekuana, nikaelezea namna ya kutengeneza undugu wetu watu tujali undugu wetu wa kidini ambao unaotuunganisha na sio msimamo wetu. Lakini nimeelezea pia kwamba Allah anatuasa kwamba tusitane majina mabaya, tusikejeliane. Tanzania kabla ya kupata uhuru, Waislamu wa Tanzania walikuwepo, na mitazamo ilikuwepo kila mtu alikuwa na mtazamo wake, lakini waliungana kama Waislamu. Katika kuungana kwao kama Waislamu kipindi kile, kulikuwa na jumuiya ilikuwa imeunganisha Afrika Mashariki: Kenya, Uganda na Tanzania, East African Muslim Welfare, na hii jumuiya ilikuwa na viongozi wake na katika jumuiya ile wao waliweka kwanza Uislamu wa. Wakiwa na jumuiya changa kama ile, walifanikiwa Dar es Salaam kujenga shule na takriban kila mkoa kulikuwa na shule ya Waislamu, na walijipanga, na ile jumuiya ilikuwa na nguvu sana moja kazi yake ilikuwa ni kuunganisha Uislamu wa Afrika Mashariki, wapigania Uislamu wao na walifanikiwa sana. Leo ukienda University of the Islam ule msikiti unaona pale ni matunda ya jumuiya, kipindi cho ndiyo ilijengwa. Leo kienda mathalan, mi nilikuwa naangalia kule kwetu Kondoa shule Iboni mpaka leo jiwe la msingi linaonyesha pale shule ilikuwa ni Waislamu, na zipo nyingi. Walipiga hatua mbali sana, wao walipigania uislamu wa walisonga mbele sana. Katika jamii yetu ya leo, alhamdulillah, tuna wasomi wengi sana leo, mpaka tuna madokta wenye digirii za maswala ya dini zamani ajipwepo hizo, nadhani Profesa Mkidedi almarhum, Allah mrehemu, huenda akawa ndio profesa wa kwanza katika masuala ya dini. Lakini sasa hivi katika jamii zetu kinachotukumba zaidi, misimamo, mitazamo, sometimes mtu anafikiria anapigania Uislamu, kumba anapigania msimamo wake, Uislamu kwa chafu mtazamo wako huu ni wakwako. Hebu tupiganie Uislamu, tusimamie Uislamu. Mwenzako ambaye hamwafikiani katika mitazamo, sio adui yako, ni mwislamu wenzako. Na ndio maana hata kuzika, tunazikana katika makaburi yale yale tu, yapo makaburi ya Waislamu na nashikua Uislamu. Mtazamo wako sio final kwamba ndio mazi kila kitu, huu ni wako mitazamo. Yetu isitugawe, mitazamo yetu isitufanye tuchukiane, mitazamo yetu isifike tudharauliane. Usimkejeli mwenzako kwa msimamo aliyokuwa nao. Kikubwa tuambiane dua na tuusimamie Uislamu, kila mmoja aupiganie Uislamu kwa nafasi yake aliyokuwa nayo, lakini usipiganie Uislamu kwa kuwapandia Waislamu wenzako, usipiganie Uislamu kwa kuwakejeli Waislamu wenzako, usipiganie Uislamu kwa kuwadharau Waislamu wenzako, usipiganie Uislamu kwa kuwataja Waislamu wenzako kwa majina mabaya mtazamo uliokuwa nao, weshukuru Mwenyezi Mungu. Kama unaona mtazamo wako ni sawa, alhamdulillah, una vigezo kisheria, alhamdulillah, basi muhurumie mwenzako ambaye Uislamu wake pengine mtazamo wako una vigezo ya kisheria. Mwisho wa siku sisi tuungane, tupiganie Uislamu, tusitengane, sisi tuunganishe nguvu zetu. Mtazamo wa kwako ubaki ni wa kwako, lakini tujenge uislamu wetu sisi. Sisi ni Waislamu na utambulishi wetu sisi wa ana minalmuslimin, na mimi ni katika uislamu, sio katika mtazamo wangu. Ikifika hatua hii, tunaweza tukasonga mbele na Allah atatupa nguvu yake na atatupa msaada wake. Lakini tutubakie kila mmoja na mtazamo wake, anaona mwanzake na adui yake, hatuwezi kusonga mbele Tunawapa nafasi maadui wanakuja kutuminya sisi. Principles za sura al-Hujurat tuziangalie, na pengine baada ya swala hii, ebu kila moja achukua assignment akaisome sura al-Hujurat kwa kituo, aya moja moja, na ifikirie, huenda Allah akafungulia akaona kumbe kuna uislamu na mtazamo wa uislamu. inna Allahu malaikatu salluna ala nabi